Tanzania akiwa na mabingwa watetezi Simba Sports Club, John Rafael Boko, pasi safi kwenye eneo safi. MK40, MK40 anaiweka katika kamba na Ramazan Kabwili <tastu>

hanoka a nimevaa jezi ya njano lakini sio ya Simba, lakini ni hali ya kawaida tu katika maisha. Wenzetu walistahili washinde magoli mengi kutokana na timu ya timu. Simba ni timu nzuri na wachezaji wakubwa. Anaanza goli moja, Yanga mbele anapisha, bakuli mjani asiweze kufanikisha mambo yake. Goli moja sio goli kwa Simba, wale wa Israeli, hata washangilie. Ikikuwa kama mimi ndio Yanga niko kwa mashindano makubwa kama kabu hii, wala singeshangilia ushindi wa goli moja. Mimi naona goli ndio